Karibu sana mdau wa Bongo Class. Leo tupo pamoja tena na somo letu la leo litahusu dalili za awali za ujauzito. Ni mada nyeti na muhimu sana hasa kwa wanawake wanaopanga ujauzito au wanaotaka kuelewa mabadiliko ya mwili wao mapema. Hebu tulisikilize somo hili taratibu. Muhutasari wa somo letu. Dalili za ujauzito mara nyingi huanza kuonekana wiki chache tu baada ya kurutubishwa kwa yai. Kila mwanamke anaweza kupata dalili tofauti, lakini kuna ishara kadhaa zinazoweza kusaidia kutambua ujauzito hata kabla ya kipimo. Utangulizi wa somo letu. Baada ya yai lililorutubishwa kujipandikiza kwenye mfuko wa uzazi, mwili wa mwanamke huanza mabadiliko makubwa. Homoni za uzazi huongezeka na matokeo yake ni mabadiliko yanayoonekana katika mwili na hisia. Wakati mwingine, dalili hizi hufanana na za kipindi cha hedhi. Lakini ukizitambua vizuri, unaweza kuelewa mapema kinachoendelea. Sasa tuingie kwenye somo letu. Kwanza kabisa, kuchelewa kwa hedhi. Hii ndiyo dalili inayojulikana zaidi. Ikiwa mwanamke ana mzunguko wa kawaida wa hedhi kisha ukachelewa kwa zaidi ya wiki moja, ni vyema kuanza kufikiria kufanya kipimo cha ujauzito. Pili, maumivu au kuvimba kwa matiti. Homoni za ujauzito husababisha matiti kuuma kidogo, kujaa au kuonekana makubwa zaidi. Pia sehemu ya chuchu hubadilika rangi kuwa nyeusi. Tatu, uchovu wa haraka. Unajikuta unachoka hata bila kazi nyingi. Hii husababishwa na homoni inayoitwa progesterone ambayo huandaa mwili kubeba mimba. Nne, kichefuchefu au kutapika hasa asubuhi. Dalili hii maarufu inajulikana kama morning sickness na mara nyingi huanza wiki ya pili au ya tatu baada ya mimba kutungwa. Tano, mabadiliko ya hamu ya chakula. Wengine hupoteza hamu ya chakula, wengine hupenda chakula fulani kupita kiasi. Hata harufu fulani zinaweza kuleta kichefuchefu. Sita, mabadiliko ya hisia. Wakati mwingine unahisi furaha sana, kisha ghafla huzuni au hasira. Hii ni kazi ya mabadiliko ya homoni mwilini. Saba, haja ndogo mara kwa mara hii hutokana na shiniko la kizazi kwenye kibofu na figo kufanya kazi zaidi. Nane, kutokana na damu kidogo au implantation bleeding, baadhi ya wanawake hupata matondo madogo yenye rangi nyepesi siku chache baada ya yai kujipandikiza kwenye mfuko wa uzazi. Je, wajua dalili nyingi huanza kati ya siku sita hadi kumi na nne baada ya kurutubishwa kwa yai. Si wanawake wote hupata dalili sawa. Wengine hawapati kichefuchefu kabisa. Kipimo cha mkojo cha ujauzito kinaweza kutoa majibu sahihi kuanzia siku ya kumi hadi kumi na nne baada ya ovulation. Hitimisho la somo letu. Kutambua dalili za ujauzito mapema husaidia sana kwa afya ya mama na mtoto. Ukihisi mabadiliko haya, ni vyema kufanya kipimo cha ujauzito na kuanza kliniki mapema. Kumbuka. Hatua ya haraka ni kinga bora kwa afya ya uzazi.